Kuwa na siku muhimu ya kujifunza jinsi ya kuwatunza wanyama hao ambao wanyama wao walipata matibabu kutoka Brook Africa. Shughuli hiyo iliwaleta pamoja wale wanaofanya biashara ya wanyama hao na wale wanaotumia kama njia ya usafiri majumbani mwao. Oh? Punda akuwe na matibabu mazuri. Kuna punda wengi ambao ni wagonjwa, kuna punda wengi ambao pia wanaibiwa. Kuna ile biashara haramu ambayo iliharamishwa na sheria za Kenya kwamba punda hafai kuchinjwa, maana punda anasaidia e, e, wakulima sana na wananchi sana. Punda mmoja ako na maisha anaweza kutumikia Um, community ama wananchi karibu miaka e, kumi na tano. Niko na punda tatu, punda wangu natubia both commercial na private as well. Niko na punda for the last ten years na wako na umuhimu sana. Nimefanya, nimefuga ngombe. So hii ndio transport yangu ya ngombe na pia na hizi punda zangu.